Ah, Maronzo. Ah, mwanangu, yaani kama vile bahati nimekutana na wewe. Maanake nilikuwa nataka niingie maskani kwenu huko. Na mchongo uko hewani hapo. Mwanangu hapa nimeumizwa huko nyumbani, mama, yaani sielewi kitu chochote, na dada pia. Nilikuwa nakuja hata kwako tu tupunguze mawazo. Basi sikia, mwachie rada na mchongo wa hewani. Unajua nini? Unazikumbuka zile ng'ombe alizopewa kinangosha na Masai? Nazikumbuka vizuri sana. Wewe uli, hizo ng'ombe si ndio zilikuwa kwamba ni hivi zije kwenu kwa ajili ya kumwada dadako? Nalijua hilo. Na ndio limesababisha nimevuruga hadi sasa hivi hapa. Haya basi. Mchongo wa hewani. Masai katoa kaswadi zile ng'ombe, tunataka sisi. Yamangu, mimi hata kwa abue naenda kujiba, siya wadi dhivi. Amesema, sasa hivi yao,

<todicum> Mama kuna rafiki yule. Leo umetoka ndani sasa tangu umetoka? Yaani kati za hapa zitakupaga mpaka ukubaisho. Sikia nikwambie. Kuna ngombe zinachungwa hapo, afu na shangaa ndio naampa sasa hivi. Jua limewaka, ngombe zinachungwa sana. Lene, una na unajua kwamba leo unatoka ndani. Alafu shangao ina kupangwa hata bila zungu la ngai. Hivi yule abuma sikia yule mtaroga nani hapo. Hmm? Kikiwa ni macho. Sikia nikwambie. Pale nje kuna ng'ombe, ndani hakuna maji vichafu vile. Ninatakiwa nile kwa wakati, sijui umenielewa, nina madonda ya tumbo. Nisipokula kwa wakati inauma tu. Kwa hiyo fanya chap chap. Sawa, mi nitafanya kazi zote la mnenyamaatsija, ila sasa kuhusu hao ng'ombe mi sijawahi kuchunga siwezi <laughs> Mbona utaweza tu, kwani uishasema, mpaka useme na utasema. Yaani kuzichunga, utazichunga tu. Hapa ndiyo kwao na mbabi, yaani nyumba ya Wasai, utaweza tu nyumbani. Unafikiri tumeta tumetoa ng'ombe zile kumi lasa, fiyo, na mbili ka lazima uzichunge. Saa hivi nilikuwa naongea ongea yangu, ukaanza kufanya shughuli zingine za hapa nyumbani.

Sasa sikia, katika kuzunguka katika kijiji chetu hichi na nakusanya umbea, unanijua mama, kukusanya umbea asubuhi naamka, naosha vyombo, naanza kupita mitaani kukusanya umbea. Sijakutana na umbea wa abu mm. <coughs> Abu tena anafanya nini? anataka kujua kisa dada yako wewe, Wile jamani, alimpa nini abu, alimpa nini eh? Anataka kujua. <coughs> Ndo na shangae nami ndo nishangae hivyo hivyo. Ama kweli mapenzi yana sio kuuma tu mpaka kung'ata, yameshamng'ata mtoto wa watu, moyo unavujia damu kwa ndani kwa ndani. Yeye <coughs> maamuzi yake, akitaka afe akitaka aache, we unasema tu hivyo. ningekuwa nimekufikia wewe, ninifikie kivipi? Labda haya, <coughs> we ungekosa ng'ombe za kwenda kutoko kwa, kwa lemu ana we unawazia hilo Mwombe nyumbani tayari hali ziko. Sasa, inashindikana mm. Lenye lazima litimie. Haya, harusi lini? Mwenzi hapa ndo kukimbilia na kukete umbea wa abula, halafu nami unipe umbea wako wa kufunga ndoa. Kwa hivyo, harusi ni mm. Siku ikifika, nita kuambia. Mm. Aya, udugu wangu, usisahau. Aya. Aya, hapa nilipo natoka hapa. Mm. Nenda nyumbani naoga, maana umbea nimesha ushusha. Nenda nyumbani naoga, nikimaliza kuoga. Mm. Naenda mtaani sasa, ila naenda sokoni, naenda kutafuta umbea. Si unajua mwanzo nikienda sokoni, nikienda chooni yani, pote pale na nakusanya umbea eh? Sikuzi hata chooni nimeshaama, kwenye nyumbani, nenda kwa kina <laughs> <laughs> eh, eh, ndiyo juu no, ya umbea ni hatari <laughs> mm, nini sasa? We mwenyewe unahitaji umbea una, yani, nikizama jua kutwa sijakuona, unaanza kusema Chuku wapi, Aisha niletee umbea. Sawa bana. Wee sikia, umbea usha ya mito sawa. Basi, mm -hmm. Mina ya. Kwani uko bondeni, hamna kwa mboga za majani shoga yangu kaenda kunigea za kidogo. Wapi na hiki angazi. Si, juzi nilimkuta mama ana chuma chuma vimboga vya majani pale mchicha. Kwa si uko kwa zambo. Vimeshaisha vile vilikuwa vya kulima sio vya kujotesha. Awo unasemea mboga gani? Ah, oh, mm -hmm. Haya, bana, acha mimi niende nyumbani. Sawa, ngoja mimi nifike hapa bondeni

ekuacia maagizopaaatia yaewambia na nikamwambia pia chunga ng'ombe. Lakini namwona mama hii sasa imetoka nje, hizi kazi za hapa ndani ufanye kila ambacho kinawezekana hapa ndani fanya kisi habari za kwenda kuchunga bado si ndio tutakwambia inaenda kuchunga lini isimsikilize hii hii ni jinga sana na ikifanya kazi za hapa ndani ufanye naye huyu isikupelekeshe mimi ndo ninasema unanisikia vizuri Sija isikia unafanya vitu ambavyo sijavizungumza. Nina zalau sana. Mm -hmm. Mama imenielewa? mm Sasa -hmm. Endea andai chakula nawe endea ichote maji. Ija ikute tofauti. Mama imenielewa? Hilo limeisha.

toka kabisa. kabisa hauli nenda mitaani kwako huko, mwanangu. Nyamaza Lemi, nyamaza mwanangu. Mbona unanipa ukiwa mwanangu? Jitaidi unyamaze, piga moyo konde, mwanangu. Huyo ni kakako mwehu, anataka kuchanganyikiwa mwanangu. Unanisikia lemi? Mimi ndo mama yenu na yeye, mimi ndo mama yake, atanipeleka wapi mimi? Itabidi tu banane naye kama mimi. Usiwe na majonzi mwanangu, unanisikia mwanangu? Lakini mama, kwa nini anakuwa ananitukana mimi, ananidhalilisha, najui kama mimi ni dadake. Lakini mwanangu si mimi ni mama yenu, halafu na huyo ni kaka yako. Mimi tutakabana naye, mimi na wewe, na yeye, acha naye kabisa, nijue na mimi mama wako. Huyo hawezi akakuchafuria nafasi zako, mimi mama yako nipo. Mimi sipendi kuwa ananitukana hivyo, anidhalilisha mini dada yake. Akumbuke kama hizo ng'ombe zinakuja kumsaidia yeye, mara aniambia atanipasua. Kuni mimi nimemkosea nini? Remi. Mimi ni mama yako. Na unajua nitalishughulikia hilo swala. Nitajua la kumfanya mimi mama yake. Kwa sababu Remi, mwanangu wewe unaleta uzuri nyumbani. Yeye anataka kuvuruga. Nitamfanyia mchongo wote huyo doo yaani, mimi ndio mama yake. Na ratiba zote ninazo na nimeshamwona kabisa mambo yake yuko hapa nikimwangalia yuko hapa mwanangu. Nitamfanyia mambo mabaya mwanangu. Nyamaza nisikia mimi, mimi ni mama yako. Achana naye kabisa, uone nitakavyomfanya mimi. Sawa mama, nimekuelewa. Nishanielewa? Achana naye kabisa, niangalie mimi mamake, nitamvuruga, nitamfanyia vituko ninavyojijua kabisa mimi